Tumsifu Yesu Kristo, mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, yamesalia ya masaa machache kuhitimisha mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tunayo sababu kubwa ya kumshukuru Mungu kwa ulinzi, neema na baraka zake zote alizotujalia kwa mwaka mzima na anazoendelea pia kutujalia katika mwaka mzima. Radio Maria imekuwa sababu ya matumaini, faraja na imani kwa familia yako maeneo yote ya nchi yetu ya Tanzania, mijini na vijijini, Radio Maria imefika. Leo tunakuomba kwa moyo wa upendo, matumaini, faraja na uinjilishaji uwe sehemu ya utume huwa maitu Bikira Maria wa kupeleka habari njema, ili Kristu aendelee kutangazwa kwa watu wote. Tunapoenda kuhitimisha mwaka huu 2025. Mpendwa rafiki wa Mama, tunakukaribisha kuendelea kuwezesha utume wa Radio Maria ili injili ienee na kazi ya Mungu izidi kukua. Tunatarajia kuhitimisha mwaka rasmi siku ya Jumatano saa sita kamili usiku ambapo pia ndio itakuwa hitimisho rasmi la Juma la Hamasa kwa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Usiache kuwa sehemu ya mafanikio ya familia hii kubwa kiimani. Na sala yetu kubwa ni kwamba majitoleo yako yasiende bure. Unaweza kuendelea kuwezesha Radio Maria kupitia namba za kampuni mia moja mia mbili kwa mtandao wa Yas, Halotel, Airtel pamoja na Vodacom. Lakini pia unaweza kuendelea kuwezesha utuma Radio Maria kupitia akaunti namba za benki zetu za NMB, CRDB pamoja na Mkombozi. Lakini njia nyingine, kwa mlioko nje ya nchi, mnaweza kutuma kupitia namba sifuri saba tano tano kumi kumi ishirini na sita au sifuri sita tano nane mia moja na saba saba sita sita. Watu wenye imani, matumaini na mapendo wanaamini ya kwamba hakuna sadaka ndogo wala kubwa mbele ya mwenyezi Mungu. Sadaka yako ni mbegu ya baraka katika maisha yako. Twende tukamalize mwaka kwa furaha. Uwezesha leo, wezesha kwa upendo, uwezesha kwa imani. Radio Maria, Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, mwako.